Nikuwa natamani kuona kwa sababu ndo mechi pekee ambayo uh, kama ambavo nimesema inatupa uyano wachezaji wa baina ya Simba na Yanga kujua nini ambacho unacho, nini ambacho sina, wapi ambapo nikajiandae, wapi unavoniambia dabi akii maana yake niliwahi kuzungumza kamaaitochewa kama basi hata yale matokeo ya nyuma yafutwe kwa sababu haiwezekani una alama tatu katika zile ambazo Young Africans anazo, anaongoza ligi hadi hivi sasa, ana alama tatu ambazo azimfunga Simba msimu e, kwenye mechi ya kwanza. Sasa why zile tuzihesabie zi, e, zipo za arafu, na hizi sasa hivi zikataliwe, alafu asije uwanjani na bado asikatwe alama. Hii inakuaje? Yusuf, mambo ni aje? Ah, mambo yanaenda vizuri na mshukuru Mungu. mm -hmm yako vizuri kabisa. Ah, so daktari e, ubaridi umesalimika nao? Nimesalimika. Bwana Yusuph, mambo yazidi kupamba moto kuelekea tarehe kumi na tano kwa maana ya kari ya Kodabi, matamko kila baada ya muda fulani yamekuwa yakijitokeza. E, sasa hivi wazee wa upande wa pili kwa maana e, ya Young Africans licha ya kundwa Msimbazi Simba kuendelea kukaa kimya mara baada ya taarifa walioitoa ya kuomba ama kuto kuonyesha dhamira kuhudhuri ya kuhudhuria mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ambao ulikuwa upigwe Machi nane dhidi ya mtani wake, watani zao Yanga Africans wameendelea kutoa matamko kila siku zinavyokwenda, e, na sasa hivi wamefika mbali kwamba endapo dabi e, ama watakatwa alama kwa kutocheza mchezo huo, ligi itakuwa imefika kikomo hapo. Binafsi kwanza yo, unatamani kuona dabi ikichezwa ama unatamani kuona hivi vilabu vikiendelea na misimamo yao kama ambavyo wameitoa. Yeah, mimi binafsi jana baada ya kuwasikiliza wazee nili uh, nilichukua ile clip afu nikapost nikasema kwanza tunatoka nje ya mpira sasa. Huko tunakwenda sio, si ambavyo mpira unataka kwa sababu ni kama vitisho. Uh, mtu anavyosema kwamba timu haitokatu harama na hakuna atakayeshushwa daraja maanake ana, anatoka kwenye sheria za mpira namna ambavyo zinataka, na anakuwa anapanga kile ambacho yeye anahisi kwake ni sahihi. Binafsi natamani kuona mpira ukichezwa kwa sababu uh, ni moja kati ya mechi ambayo hakuna ambaye atamani kuiona, hakuna ambaye atamani kuishuhudia kutokana na namna ambavyo imekuwa ikiacha harama, lakini namna ambavyo imekuwa ikikutanisha watu wengi, baadhi, lakini namna ambavyo imekuwa ikileta ile hamasa na kuleta halisi, kwa maana ligi halisi huwa tunaipata kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo, ndio ambayo inatua inatoa changamoto ama inatuonyesha ubora wa timu moja na timu nyingine kwenye namna ambavyo umejaribu ku, kuwa na wachezaji ma, wenye madaraja ya kushindana kwenye mashindano mbalimbali. Kwa hiyo kwangu mimi kwa natamani tamani kuona mechi ikichezwa, kwa sababu ni sehemu ya uh, pia timu kwa maana kwenye zile timu kumi na sita pia dabe ni sehemu ya hizo timu kumi na sita na ilikuwa kwenye ratiba lazima ichezwe. Sasa kumekuwa na mvutano baina ya Young Africans na TFF lakini pia kumekuwa na mvutano kwa maana sisi, mvutano unaingia baina tena Yanga Afrika na Simba, sababu tena Yanga Afrika zimeanza kumuingiza na Simba. Nimeona wazee uh, wakaenda mbali pia wakasema kama hawataki kuona tena dabi ikiendelea kupromotiwa kwa sababu hawa yani kama wanatoa onyo kwa Azam wasijichoshe, kwa sababu watapata hasara kama ambavyo walipata Majinane. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri mamlaka za mpira zipo ambayo ni TFF, na najua kitu gani ambacho anakifanya. Mimi nafikiri tusubiri tarehe 15, nini ambacho kitatokea, lakini kwa asilimia kadhaa ambazo naziona, naona kabisa Young Africans, huu msimamo ambao wako nao, inawezekana kweli mechi isichezwe na tukaenda pabaya, kwa sababu hadi hivi sasa yeye ndio mwenyeji wa mchezo na hajatoa viingilio vya mchezo, sio? Japokuwa vilisha katwa na kuna baadhi ya uh, wengine walikataa, wakaambia kwamba wataingia pale ambapo italeta pango, sio? Hawajatoa tamko lolote na bado hivi sasa kuhusiana na dabi, mbali na ule msimamo ambao wamekuwa nao kwamba tucheze. Kwa hiyo nafikiri kwamba wana viongozi ambao wanajua nini ambacho wanakifanya, sio? Wana viongozi wa mpira uh, wana engineer ambaye ni rais wa vilabu barani Afrika hajatoa neno lolote hadi hivi sasa toka kuahirishwa kwa Dabi. Sidi kumsikia azungumzeli sakada sasa, sijui hata yeye binafsi nini ambacho anakifikiria haya kichwani kwake, ama iko kwenye upande upi, kwa sababu pia amewahi kusikia kwamba akisema katika mechi ambazo zimesalia, pia naye alikuwa anaunga mkono ni, ni, ni, ni pamoja na Dabi haito kuwepo. Sasa sijajua huu msimamo bado anaendelea kuwa nao ama ni vipi, lakini nilikuwa natamani kuona Dabi ikichezwa kwa sababu ndio mechi pekee ambayo uh, kama ambavyo nimesema, inatupa uwiano wa wachezaji baina ya Simba na Yanga kujua nini ambacho unacho, nini ambacho sina, wapi ambapo nikajiandae. Ndio mechi ambayo e inakosoa ama inaonyesha wapi ambapo wewe sio bora, ndio mechi pekee ambayo inafanya ukirudi kwenye namna ya kujiuliza baada ya ku umepoteza unajiuliza, kwenda kuleta wachezaji wenye quality ya kuja kushindana na, na, na, na. Kuna baadhi ya mashabiki wako tayari hata washinde dabi tu, ila ubingwa akakosa. Wako tayari aa mashabiki wapo, lakini unavoniambia dabi sichezwe, maana yake niliwahi kuzungumza, kama kama dabi haitochezwa, basi hata yale matokeo ya nyuma yafutwe, kwa sababu haiwezekani una alama tatu katika zile ambazo Young Africans anazo anaongoza ligi hadi hivi sasa, ana alama tatu ambazo azimfunga Simba msimu, e, kwenye mechi ya kwanza. Sasa wai zile tuzihesabie zi, e, zipo na hizi za sasa hivi zikataliwe halafu asije uwanjani na bado asikatwe alama, hii inakuaje? Yani uone kama, yeah. Kama, kama, kama ikitokea hivi awataki Simba, akatwe alama Yeah. Dabi wataki kucheza Simba ndo atakua anaonewa na Simba ndo atakua anafanywa figisu. Kwa sababu wewe umenifunga kwenye mchezo uliopita, twende tukacheze unifunge tena nijue nimepoteza alama sita kwako, lakini sio kuniambia kwamba dabi usicheze na alama mimi nisipate hiyo faida ya kutokuja uwanjani mimi faida nisipewe. Kwa hiyo lazima watu wajue kitu gani ambacho anakifanya kwenye mpira. Yani, ukipewa nafasi ya kusimamia mpira ama kusimamia taasisi fulani, basi fanya kwa sababu we ni kiongozi na si, usifanye kwa sababu ya kuleta tu mvutano. Kwa sababu hichi anachokifanya ni Afrika ni kuleta tu mvutano, kulifanya jambo liwe kubwa. Yani why? Kwa sababu wameenda hadi kazi, si wameenda kazi. Kwa nini walirudi? si walishindwa walishindwa na mechi ikachezwa. labda Yusuph, mimi nikuulize swali. Tuliona mara baada ya Machi nane, mchezo kughairishwa, siku ya pili walikuja na tamko kwamba wao hawatambui mchezo wowote ambao utawahusisha wao na Simba kwenye mzunguko wa pili, kwa, kwa maana mchezo huo aa, haupo kwenye ratiba zao, okay. Kuna haja ya hiki kuendelea na hiki wanachokifanya kila baada ya mwezi ama baada ya wiki chache kuja na tamko kuhusiana na hiki hiki, kwamba hatuchezi, hatuchezi. Kuna haja ya kuendelea kufanya hiki wanachokifanya, ama ndio hiyo kuendelea kuleta mvurugano kwenye ramani ya soka la Tanzania? Ah, uh, naamini hakuna haja kwa sababu, kwa mfano kama Simba, kwa mfano, kwa, kwa upande wa Simba, na ndicho ambacho kinawashangaza wengi, toka alivyoposti ile barua ya kwamba hatutocheza mechi kutokana tumekosa akietu hakuwahi kuposti tena barua yoyote, si ndio? Lakini Yanga nafikiri ali, hivi sasa ukitazama namna ambavyo amelizungumza ile sakata, ni kama ndo alikuwa mafanikio yake msimu. Sasa na ayazungumzia yani, nikama nikama yani kama ameachukulia nikama mafanikio kwake, ndo kama amechukua ubingwa. Sasa ndo anatamba, kwa sababu ni jambo ambalo limekuwa aliishi na unachowaambia mashabiki ndicho ambacho ana kibeba. Unajua, kwa hata sasa hivi kitokea ng' Afrika analazimika kucheza dabi mahaka, anashindwa namna gani atawaambia mashabiki wakaelewa, kwa sababu alishawaaminisha kwamba dabi haichezi, hawako tayari kucheza. Alijiingiza kwenye mfumo mwenyewe, yani alijiingiza kwenye mfumo na ndicho ambacho kipo. Ndio maana kwa mfano ulivyoona Simba alivyosema kwamba haja kumbad... sitocheza dabi kwa maana ile siku ya kuamkia dabi akasema kwamba sitocheza dabi. Kama angecheza, mashabiki wangerudi kumuuliza why, uliposti uja atuchezi dabi, lakini tumeenda kucheza, ukubwa wako uko wapi? Kwa haba, anachogombania Yanga ni ule ukubwa. Of course ana haki ya kudai kile ambacho labda anapaswa kudai, kwa sababu yeye uh, ni, ni, ni, ni, ni timu ambayo iko chini ya mamlaka, si kwa maana iko chini ya TFF, lakini anacho anachodai Yanga hadi hivi sasa ni kwamba anataka majibu, wai mechi tarehe nane haikuchezwa, si sindio? Kama, kama, kama namuelewa vizuri, wai mechi haikuchezwa na sababu ilikuwa ni nini? na hadi hivi sasa shirikisho la mpira haijatoa neno lolote, si ndio? Angecheze kwanza dabi alafu ndo adai hayo madai. Lakini, lakini kwenye barua ya kasi walivyotolewa kasi kule, eh, kwa mujibu wa kasi eh, walielekeza sababu za kwa nini Yanga Africans walipaswa kurudi kwenye mamlaka za ndani, sababu ambayo iliainishwa na TFF ama utetezi wa T-T-TFF walipokuwa kasi kwenye shauri lenyewe kama washtakiwa Eh, walieleza sababu za kugairishwa dabi zilikuwa ni sababu za kiusalama nmona, na ni miongoni mwa sababu ambazo zinaipa mamlaka bodi ya ligi ya eh, shirikisho la soka kuangalia kwamba hii mechi haiwezi kuchezwa, ni sababu hizo, lakini naona wazee uh, wameng'ang'ania viongozi wa juu, uh, nadhani ndio sababu kubwa ambayo pia wamekuwa wakiegemea upande wao na wakati na, na, na, na, na, wanaanza na kuzungumza kwamba hawachezi msimamo ulikuwa nio kwamba viongozi wajiuzulu wa, wa, wa sasa. Inawezekana ni aibu ya kwamba tukicheza itakuwaje na viongozi wajajiuzulu? Sasa, kwa namna ambavyo naitazama ile sakata, ni kwamba hadi hivi sasa Simba yuko sehemu salama na TFF pia yuko sehemu salama kwa sababu kama lilitoka, tia, lilitoka kasi likarudi kwao Mahali kondo kwenye mamlaka ya kuamua kitu gani ambacho kifanyike? Sio sasa kama Yanga amepangiwa tarehe na hajaja uwanjani, maanake Simba ndiye atakayefaidika. Alafu kile ambacho kitatokea baada ya Yanga kupokonywa hizo haramu, mamlaka mengine si hapo ametoa vurugu. Tutarudi kwenye mamlaka za mpira linasemaje iki ambacho Yanga amekifanya, nini kinachotakiwa kifanyike? Lakini hadi hivi sasa mimi naamini kwamba Uh, dabi iko pale pale kulingana na ratiba ya TFF. Sasa Yanga ndiye ambaye atavunja hiyo ratiba kwa kuto kwenda uwanjani. Na kama hajaenda uwanjani, maana yake sheria ziko wazi, Simba atapewa rama tatu halafu uh, sheria zingine zitafata. Bwana, mimi nikushukuru sana so, asante.